Leo kiongozi wako amehudhuria kanisa gani, na je, unatarajia ni mambo yapi atakayoyasema? Kinachozungumziwa sasa hivi ni maandamano makubwa sana ambayo yamepangiwa kufanyika Jumatano, yaani Wednesday. Kwa nini haya maandamano yanafanyika? Maandamano haya yanafanyika ili kuadhimisha mwaka mmoja tangu damu isiyo na hatia kumwagika, na hiyo damu ilikuwa ni ya vijana wetu, vijana wetu ambao walipewa matumaini ya kuinuliwa na kile kinaitwa bottom up. Kile ambacho hawakujua ni ya kwamba kupigia hiyo serikali kura ya bottom up ni wewe utolewe juu, uwekwe chini. Wangapi wamezikwa chini ya utawala kandamizi wa serikali? 2024, youths waliweza kuingia kwa bunge, na wengi wakauawa wengi, wakaumizwa wengi, hata bado wanaishi kuomboleza, kwa sababu hawajui wenzao walikokwenda. So huu ni ule mwiba wa kujidunga ambao siku zote Hauambiwi pole. Kwa nini? Ikiwa unapanga kujitokeza Wednesday ama Jumatano, hasa kama unapanga kutoka kuja hapa Nairobi, kukumbuke Gavana Johnson Sakaja alishasema Mtamkuta. Si hata magazeti yamemwangazia na kusema ya kwamba anashiriki katika kuvuruga amani Nairobi. Na mimi bado sielewi, mbona bado ako kwa kiti? ikiwa alisema tutajua Nairobi kuna gavana, na ni ukweli tulijua, sababu wengi walidungwa visu siku ya Jumanne walipojitokelezea kuandamana. Kiongozi kama anaweza kudhamini uhuni, huyo ni kiongozi ama huyo ni mwizi ama huyo ni pwagu ambaye anateka advantage ama njama yake ni kufurusha wakikuyu Nairobi na kabila zingine mm. Walishasikikana wa, wahuni wakishukuru Sakaja na kusema ya kwamba wamelinda jiji nao ni kipi kinakuingia kina akilini? Utakapotokea Jumatano, ujue utatokea ukiwa mzima, lakini huenda ukaishia kuwa hautawaipatikana, huenda ukaishia kuwa eh, mlemavu kama ule Kariuki, eh, kama ule Kariuki mwenye anapigania maisha yake kule Kenyatta. Eh, huenda pia mambo yakawa mabaya zaidi. Kwa nini? Na ujue Sakaja sasa hapa, hata jinasua, serikali itatuma gonsi zake, ukweli kwa sababu atataka kutetea e, capital city alafu sakaja pia atawatuma tu, si ndio, kuja kuharibu e, maandamano yanayosemekana yatakuwa ya amani. Kutakuwaje na amani wakati hapa nchini Kenya hakujawahi kuwa na amani katika maandamano haya. Hii inaweza enda kutengeneza historia mbaya. Kwa nini? Hata wale ambao wanaandamana ni watu, huenda wakaandamana wakiwa wamebeba eh, bastola ama wakiwa wamebeba mapanga wakiwa wamebeba machuma, kwa sababu hautanigonga na mi nikunyamazie. Mbona unigonge unifanye niwe kiwete ama unifanye niwe kilema na niko na uwezo wa kukupiga hata mimi? so ni kama lines za vita zimeanza kuchorwa. Na wale tunafanya investigative, wale ambao wanafanya investigative journalism, si hii ni kitu ya kuzamia na kutuletea wadhamini na wahuni wanatoka wapi na najua si kazi rahisi, but please, hebu jaribuni kutuchanua ndio tuone. E, pia inaweza kuwa ni njama ya serikali kutaka kukatalia kwa kiti kwa sababu wakati vita iko, uchaguzi unaweza fanyika kweli? Uchaguzi hawezi kufanyika. So tujichunge, tujilinde na tuwe tayari kujiamulia hatma ya Kenya yetu, kwa sababu hatma Kenya yetu ipo mikononi mwetu, lakini viongozi kama Sakaja, Ruto na wadhamini wa wahuni lazima watoke kwenye kiti, na wakitoka kwenye kiti watafutiwe e, kesi huko ICC. Tuone nchi yetu kama itarudi kwa amani iliyokuwa nayo. Kama utabakwa, ujeruhiwe, e, udhulumiwe, haki zako zikiukwe, siku ya alham, siku ya um, Jumatano, pokea pole zangu in advance lakini usife moyo, kwa sababu hata maumau hayo madhila, manyanyaso na mateso waliyapitia, ili kuikomboa nchi yao mikononi mwa mzungu mkandamizaji. Pia damu ilimwagika ili mzungu mkandamizaji akapate kuondoka itatugharimu nini? matumaini tayari wametuua, hatuna so kutuua tu kwa risasi ndio imebaki, na msiogope yezi hawawezi ua two million people, hawawezi ua three million people. Ikiwa vijana wanashikwa mkono na polisi kutekeleza uhalifu. Ipo siku hao vijana watawazidi polisi nguvu, na hapo ndipo tutatumbukia katika shimo ambalo hatuwezi kujitoa sawa. Kwa sababu kwa dakika tunaweza haribu maambo yote ambayo tumeweza kuachieve tangu tupate uhuru. Kwa dakika moja ama mbili, tunaweza rudisha taifa hili nyuma kiasi kwamba hata vizazi vijavyo havitakuwa na kitu cha kujivunia. Tujichunge, tujilinde